Unatakiwa usikilize hisia za mamako anahitaji nini. Usikilize mzazi wako nataka nini kutoka kwako mapenzi yapo tu na wanaume wapo. Cha msingi watakiwa ujue mamako anahitaji nini kutoka kwako. Naja hisia zangu. Kama kwa nini tamsikiliza mamako, naja hisia zangu. Kitu mama huyu anajisikia, najua hisia zangu. Amina. Yule ni mzazi wako, watakiwa msikilize. Asingekuwepo duniani, ungemsikiliza nani? Mamako ni mmoja tu, hata akitoweka duniani leo, utakuwa una mama. Watakiwa usikilize hisia za mamako zinahitaji nini. Kwa hiyo uko, uko sababu na mamangu <laughs> Nisikilize basi. Mamangu wewe uko tayari kuniacha mimi kwa sababu mamangu, mimi nikasema, si ndio? Mimi najua unaumia, lakini ulitakiwa kumsikiliza mama yako. Simanishi niko tayari kuachana na wewe kwa sababu ya mama yako. Mama yako ndio mtu wa mwisho, mama yako ndio aliyekuleta hapa duniani. Mama ni mmoja tu, Amina. Uko sana mama angu, si ndio? Mimi, uko sana mamaangu, unijelisi adhabu Najaribu kukwambia usikilize kwanza, hisia za mamako zinahitaji nini? Ulijaribu kukaa na mamako ukajua tatizo ni nini? Mamangu ahitaji niwe na wewe, ahitaji niwe na mwanaume wa design yako, ahitaji niwe mwanaume wa sample yako. Mamaangu ananiambia nimekosea kwenye mahusiano yangu, kumba nataka cha mwanaume mwenye pesa, mwenye mali, mwenye kila kitu, kumba ndio anafanyia mwanangu biashara Mi ninachoona kwako cha kufanya nisikilize mama wako, sisi wanaume tuko ni wengi, fuata hisia za mama, fuate wako, fuata mwana wako, unahitaji nini? Siwezi kufosi wewe uwe na mimi, ni kitu ambacho kiwezekaniki. Kama mama yako anahitaji wewe uwe na mimi, hauwezi pinga, yule ni mzazi wako. Tu kuna leo na kesho, unaweza likatokea tatizo kubwa mbeleni kwenye maamuzi ake, na nani alimuingilia kati? Nakutana na baba. Walau, mimi nasikia naumia mimi. Amina. Nisikilize basi. Nisikilize kwanza, ungenisikiliza. Unataka kuongea nini? Hivyo ningekuwa mimi sikupendi, ningekuja kusimama na wewe hapa. Nimekuja kufanya nini hapa? Umenipigia simu, nimekuja kukusikiliza hapa. Ningekuwa sikupendi, ningekanyaga hapa. Nisikilize, nataka kuongea kitu gani leo. Mimi mwenyewe nakuhitaji sana, sitamani nikupoteze amini. Unajua wewe ndio semi final ya maisha yangu. Bila wewe nitaishije mimi hapa? Ndio maana ukinipigia simu nakuja kusikiliza sababu najua wewe ni mtu muhimu kwangu. Swala la wazazi. Lipo tu. Kumbuka wewe mwenyewe familia yangu ilikuwa ikuhitaji. Nikapambana, nikapambana mpaka leo niko na wewe. Leo hii nimebuka kwenu. Tunatakiwa tujadili tufanyie tunalimalizaje kwenu. Lakini sio mimi na wewe kuachana na wewe. Hicho kitu ni hakipo. Oh, achanganya umetoka. Kwa hiyo mimi nisikutania? Utani gani, utani gani huo? Mimi nawe tunatania, ni mpenzi wangu. Lazima kutanie ba kwenye, kwenye, oh, kwenye maisha hakuna kitu, kitu, kitu, kitu bila utani. Kwa hiyo mimi nakwenda kukutania tu aso mtu sahihi ambayo unaweza kuongea maneno kama hayo. unasa kuongea hivyo, mimi nakumbana na mama yangu kwa ajili yako, alafu wewe unaongea hivyo, kwamba wausiki uchungu. mimi naumia. Nimeweza kukumbana na mama yangu kwa ajili yako, kwa nini naumia gani? Jamani, usiki uchungu

Afu akitaka hivyo tunahama dunia yetu nyingine. Sio maneno yangu. Sikia sasa. Mimi kuna mishe fulani nataka nikaichekeleshe kule, tunajua